Je, umefikia sehemu ambao kwamba unafiri kwamba umekuwa umekua depressed, uko na anxiety, hakuna kitu ambayo kwamba inaenda vile ambavyo kwamba inafaa kuwa? Labda ni madeni yamekuandama, labda ni mashida ambao kwamba yako ndani ya nyumba yako, labda ni biashara haiendi hai vile ambavyo kwamba inafaa kuwa, labda ni kujaribu, each and every time unaona mambo hayaendi. Jambo la kwanza katika mambo tunafaa kuyajua sisi kama waislamu ni tukae tukijua kwamba Allah subhanahu wa taala aliumba mauti na uhai ili atuweke ndani ya mitihani. Mitihani ni sunna ya Allah kwa binadamu, na hakuna njia ya kuepuka. Allah anasema, wala nabluwannakum, hakika sisi tutawajaribu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mtu anatiwa katika mitihani na misukosuko na majaribio kwa kadri ya imani yake na themo iman ndo themo ile, mitihani itakuja na uzito wake. Na mtu kwa mfano katika imani yake kuna wepesi pia, ile mitihani yake inakuja ni wepesi, kumaanisha tunafahamu kwamba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Mwenyezi Mungu hakalifishi nafsi isipokuwa kwa kadri ya uwezo wake. So number one, wewe jua kwamba hii mitihani unapitia, hizi shida unapitia, ile hali ambayo kwamba uko ndani yake ni sunna ya Allah, ndo mwenendo wa Allah kwa waja wake na ni Allah ndo alileta. Kisha namba mbili, jambo la pili ni ukawe ukijua kwamba hawa watu Allah anawazungumzia walifika ndani ya hii sehemu, dhannu anla maljaa min llah illa ilayhi. They came to a point, na wakajua kwamba wallahi hakuna njia ya kusalimika kutokana na Allah isipokuwa ni kuelekea kwa Allah. Mmoja katika waja wema anasema, alikuwa anasoma aya fafiru ila Allah kimbieni kwa Allah. Akasema mimi sikuwahi jua maana hii aya until one day nikaona mtoto ambaye kwamba amepigwa na mzazi wake na mzazi wake amekasirika, but huyu mtoto despite it all, anapigwa na mzazi wake na mzazi wake amekasirika, akarudi kwa mzazi wake na akamhug. Na akasema, subhanallah, hii ni dhanna mzuri kwa huyu mtoto kwa mzazi wake, kwamba despite kwamba haya machungu yametokana na mzazi wangu, lakini bado anakimbia kwake. Je, mimi mja wa Allah sitakuwa mwerevu kuliko huyu mtoto nikae nikijua kwamba sina sehemu ya kukimbilia zaidi zaidi ya kwa Allah. Allah anasema wa annahu huwa adhaka wa abka, Allah ndo mwenye ambaye kwamba anajalia mtu analia, na siku nyingine Allah subhanahu wataala anajalia mtu kama huyu ni mwenye kufurahia.